Tupa uzima wa afya umetusaidia kuwa katika uwepo mch wako mchana wa leo. Tunasema ni asante. Tunaomba ni kwa sababu ya neno lako. Ninaomba Bwana ukaribariki Yesu, nitumie kama chombo Bwana mchana wa leo ili Baba ukajidhirishe na kujitukuza. Nisionekane bali wewe ukaonekane Bwana, nisinene yaliyo ya kwangu Bwana bali Jehova nikanene kile ambacho umeweka ndani ya moyo wangu. Wabariki wote Jehova ambao wamefika mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Baba tupe usikivu Yesu na zaidi ya yote Baba tusiwe watu wa kusikia bali Bwana tuwe watu wa kufuata neno lako tutakapoona mwisho wa ibada hii tutakapoona mwisho Bwana na nafasi hii Yesu, tutakushukuru tutasema ni asante, na ni katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini, na kila mmoja aseme amen. Wanaotutazama katika uh, ndoto TV nachukua nafasi niwakaribishe mahali popote pale, unatutazama ukiwa hapa Kenya, nje ya Kenya, nichukue nafasi ni kukaribishe sana sana tuweze kujifundisha pamoja kwa mtandao utanipata kama Mary wa Mungai, na nampenda Yesu na nimeokoka. Kwa hivyo ukiniona kwenye simu yako ama TV yako, jua nimeokoka. Wapendwa, mchana wa leo ningependa tujifundishe kile ambacho Mungu amenipa mchana wa leo. Ningependa tuangalie faida chache, faida ni nyingi, lakini ningependa tuangalie chache za kumcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Faida za kumcha Mungu mchana wa leo. Ningependa tuanze na kusoma Biblia zetu kwanza. Tutafungua kwa kitabu cha Mhubiri kumi na mbili na mstari wake wa kumi na tatu. Nitasoma. Inasema: hii ndio jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndio impasayo mtu. Nitarudia. Hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa, mcha Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema y kwamba kumcha Mungu ndio jumla ya maneno. Haleluya! sio kumcha Mungu tu, mbali ni kufuata mpaka amri zake Ningependa tuangalie faida za kumcha Mungu. Faida ya kwanza ya kumcha Mungu ni kwa sababu Mungu alituumba ili tumwabudu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio ndio tutabarikiwa, ndio tutapewa mambo, tutapewa mambo makubwa hapa duniani, lakini tu, ili tufikie malengo ya Mungu ama mapenzi ya Mungu ni lazima tuwe watu wa kumcha Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Je, wewe uliye hapa mchana huu unamcha Mungu ama wewe ni yule tu mtu wa kuamka maana kwa, ni kwa sababu ni Jumapili unaelekea kanisani. Haujui number one, umeendea nini kwa nyumba ya Mungu? Haujui unaenda kufanya nini kwa nyumba ya Mungu? Bwana asifiwe. Mungu alituumba ili tumwabudu. Haleluya. Mungu alituumba ili tumwabudu na kufanya mapenzi yake. Swali ningependa ujiulize mchana wa leo, wewe uliye hapa na wewe unayenitazama kwenye mtandao, Je, unamcha Mungu? Haleluya. una ushirika mwema na Mungu? Umeweza kuweka urafiki katikati yako na Mungu? Kumcha Mungu sio kuamka na kwenda kanisani. Uh, mpendwa, kumcha Mungu sio kuamka tu, maana watu wanaenda kanisani ni Jumapili imefika, unaenda, uh, unaenda kanisani. Kuna faida katika kumcha Mungu. Wewe mama ambaye umehudhuria ibada ya siku ya leo, ningependa nikwambia kwamba kuna faida katika kumcha Mungu. Wewe mzee ambaye umeweza kufika kwenye ibada ya siku ya leo, ningependa nikwambia kwamba kuna faida za kumcha Mungu. Ndio ibada ni ya wamama, lakini hapa tumekusanyika wazee, wamama, wanarika pamoja na watoto, na kila mtu ni lazima ajue kumcha Mungu. Tumekuwa tukifundishwa na ndugu zake kwa Sundays kadhaa kuweka uhusiano mwema na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni lazima, wapendwa, tuwe watu wa kumcha Mungu. Haijalishi unapitia nini, haijalishi maisha yako iko namna gani, lakini lazima ujifundishe kumcha Mungu. Usiwe tu Mkristo wa kusema Bwana Yesu asifiwe inatosha uokovu. Ama kumcha Mungu ni zaidi ya Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe. Ni lazima ujue kumcha Mungu ningependa tuangalie faida za kumcha Mungu. Tumefungua Biblia, a, mahubiri ya mchana, a, ya mchana wa leo na kitabu cha Mhubiri kumi na mbili mstari wake wa kumi na tatu inasema, nitarudia kwa mara nyingine. Hii ndiyo jumla maneno yote yote, yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo impasayo mtu yaani, kumcha Mungu ni kuzishika na kuzifuata amri za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumcha Mungu ni lazima uache mambo yote mabaya. Kumcha Mungu ni lazima uache njia zote mbaya. Kumcha Mungu ni lazima uwe mtu msafi kila wakati. Bwana asifiwe. Ndio ninaelewa tunapitia katika changamoto katika haya maisha lakini ni lazima tujaribu kumcha Mungu kwa kukaa katika utakatifu. Haleluya! Faida ya kwanza ya kumcha Mungu ni kwamba mtu akimcha Mungu anapata hekima, maarifa na busara. Bwana Yesu asifiwe! Yaani ukiwa mtu anayemcha Mungu utaweza kuwa mtu aliye na hekima, kuwa na hekima, mtu aliye na hekima, na hekima ako namna gani? Ni mtu mwenye upendo, mtu mtulivu, mtu mwenye moyo safi. Bwana Yesu asifiwe! Yaani, ukimcha Mungu unakuwa na hekima. Mungu anakusaidia kuwa na hekima ndani yako. Tusome katika kitabu cha Zaburi mia moja na kumi na moja mstari wake wa kumi, tusikie inasema namna gani? Psalms 111 verse 10. Biblia inasema Kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima, wote wafanyao wafanya hayo wana akili njema, sifa zake za kaa milele. Bwana asifiwe. Nitarudia tena, kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima, wote wafanyao hayo wana akili njema, na sifa zake za kaa milele. Yaani kumcha Bwana, mtu yeyote anayemcha uh, Bwana ana hekima. Haleluya. Kumcha Bwana Mungu anakupa hekima. Mnajua wapendwa, wa, wa, wa wakati mwingine pia kukaa katika utakatifu pia kukaa katika njia za kumcha Mungu zinatufanya milango ya baraka inafunguka. Hivyo hivyo, ukikaa kama haumchi Mungu kuna uwezekano wa kujifungia milango yako. Bwana Yesu asifiwe. Njia ni nyingi za kufungulisha baraka zako, lakini moja yake ni kumcha Bwana. Haleluya. Tumeona faida ya kwanza ya mtu anayemcha bwana ama anayemcha Mungu at anakuwa na hekima haleluya. Je, ungependa kuwa mtu mwenye hekima? Mche Bwana. Faida ya pili aa, ya mtu anayemcha anayemcha Mungu, mtu akimcha Mungu anapata kutosheka na uhai. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu yote anayemcha Mungu wakati wowote wa haangali ali anapitia ndani ya moyo wake anatosheka. Haleluya! Yaani mtu yeyote anayemcha Mungu hata apitie magumu namna gani, yeye hawezi yumbayumba, hawezi, hawezi. Ni kwa sababu anatosheka ndani yake. Yaani Mungu anamsaidia kutosheka. Je, ungependa kuwa na utulivu katika maisha yako? Ungependa kuwa mtu anayetosheka? Yani unapitia, unapitia nini leo wewe? Umetosheka maana unamcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome katika kitabu cha Proverbs 10:27 mtanisamia, tutasoma vitabu kadhaa lakini nitajaribu kwenda kwa haraka sana. Proverbs ni midhali 10 mstari wa, uh, wa ishirini na saba Tusome tusikie inasema nini tuna, tumeona faida ya pili, ya, ya pili ni ku mtu anayemcha Mungu anapata kutosheka. Tutasoma katika kitabu cha Mithali kumi mstali wake wa ishirini na saba inasema kwamba kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Nitarudia. Kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu mbali miaka, na, miaka yao wasio haki itapu, itapunguzwa. Bwana asifiwe. Yaani ukiwa mtu wa kumcha Mungu Mungu a, Mungu nitarudia. Kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu. Mpendwa, kumcha Mungu kunaweza ongeza maisha yako ya kuishi. Bwana asifiwe. Yaani kumwogopa Mungu, kumpenda Mungu, kuweka ule uhusiano mzuri na Mungu, kuna kunaweza kwa kuongeza siku zako za kuishi. Haleluya, kunasababisha unapata utapata uhai wa milele. Unajua mpendwa, hakuna kitu cha maana kama kumcha Mungu, kama kuwa mtu anayekaa karibu na Mungu. Yaani una unapata Mungu anafanya mambo katika maisha yako mpaka mengine yanakushangaza wewe mwenyewe. Haleluya. Lakini siri ni nini? Siri ni kumcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe! Ndio tutabarikiwa, tutafanywa mambo makubwa. Lakini ni lazima, ili tuweze kufikia baraka zetu katika maisha yetu, wapendwa, ni lazima tujue jinsi ya kumcha Mungu. Bwana asifiwe. Faida ya tatu ya mtu anayemcha Mungu, tumeona kama mtu hamchi Mungu hawezi akaishi maisha marefu. Kwa hivyo kama ungependa uishi maisha marefu, maisha ya hekima, maisha iliyo na amani, maisha ya kutosheka, ni lazima uwe mtu wa kumcha Mungu mpendwa. Faida ya tatu ya mtu anayemcha Mungu ni kwamba Mungu humulinda siku zote. Haleluya! Mtu yeyote anayemcha Mungu, Mungu humlinda siku zote katika maisha yake. Ungependa kuwa na ulinzi katika maisha yako? Mpendwa, leo katika hayo maisha yako, katika hiyo hali unapitia, je, ungependa kuwa na ulinzi? Siri ni kumcha Mungu. Haleluya. Kumbuka kusema amen, ni kusema na iwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya nne kum, ya, ya mtu anayemcha Mungu. Nimesema mtu anayemcha Mungu anapata mwelekeo na ulinzi haleluya. Ningependa tusome tu katika hicho hicho kitabu cha Midhali ama Proverbs. Tutaruka mpaka chapter 14 mstari wake wa kumi na sita. Chapter 14 verse 16. Tuone inasema namna gani. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Midhali 14 mstari wake wa kumi wa ishirini na uh, sita No yawa ishirini na sita inasema kama uko hapo tutasoma. Kumcha Bwana ni tumaini imara, watoto wake watakuwa na kimbilio. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu yote anayemcha Mungu, hata watoto wake anaweza kuwapa kimbilio. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani wakati wote watoto wako wewe kama unamcha Mungu, mpaka watoto wako wanapata kimbilio. Biblia inasema nitarudia, kumcha Bwana ni tumaini imara, watoto wake watakuwa na kimbilio. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma katika kitabu cha Proverbs ama Mithali kumi na nne mstari wake wa kumi na sita. Mpendwa, ungependa mpaka watoto wako wapate kimbilio? Wakati mwingine tuache kufokas ama kuangalia sana hali tunazozipitia katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tuache tu kupendelea kuja kuambiwa tutabarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwingine tusipendelee tu kukimbilia baraka, lakini tusipende kujua ni nini kitatusababisha kufikia baraka zetu. Ni lazima tujue jinsi ya kukaa karibu na Mungu ni lazima tujue jinsi ya kumcha Mungu. Kumcha Mungu ni njia moja ya kukuweka karibu naye. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona tutaangalia um, uh, faida ya tano: mtu anayemcha Mungu anakuwa karibu naye, naye Mungu anakaa karibu naye. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukimcha Mungu unaweza kutengeneza ule ukaribu wako na Mungu. Ukimcha Mungu Mungu ataweza kukaa karibu nawe. Unamcha Mungu? Ungependa Mungu kuwa karibu nawe? Kuwa mtu wa kumcha Mungu. Tusome katika kitabu cha Zaburi 10 25 mstari wake wa 14. Psalms 25 verse 14. Kama umefika hapo, tutasoma Psalms 25 and verse 14, Zaburi 25 mstari wake wa 14. Nitasoma: Siri ya Bwana, Siri ya Bwana iko kwao wa mchao, naye atawajulisha agano lake. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yeyote anayemcha Mungu anaweza kuelewa siri za Mungu. Haleluya. Yani, kama wewe ni mtu unayemcha Mungu, samahani, yani kama wewe ni mtu unayemcha Mungu, Mungu anakujulisha siri zake, unaweza kujua na kuelewa mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, leo tu nimekuja tu nikuhimize kuwa mtu wa kumcha Mungu. Sijakuja nikwambie mambo mengi, sijakuja nikwambie mambo mengi, kitu ingine nimekuja tu nikwambie jifundishe kuwa mcha Mungu, maana kumcha Mungu kuna faida nyingi. Bwana asifiwe. Yaani, ukimcha Mungu unapata, hata kama kuna hatari mbele ana, Mungu akiona hatari mbele yako anaweza kukuokoa. Yaani anaweza kukujulisha, maana mtu yeyote anayemcha anaye Mungu anaweza kujua na kuelewa siri na mapenzi ya Mungu. Faida ya sita mtu anayemcha Mungu ni lazima aache njia mbaya, ni lazima awe mtu msafi kila wakati. Bwana asifiwe. Unataka kuwa mcha Mungu, kaa katika kutakasika. Bwana asifiwe. Yaani kuwa yule mtu, hata akiona mabaya unaweza kuondokea. Haleluya! na hivyo itakusaidia kuwa aa, kumcha Mungu na kuwa karibu na Mungu, karibu na Mungu. Mtu mcha Mungu huona uovu anatoroka, yani, ukitaka kumcha Mungu wewe kaa mbali na dhambi. Bwana asifiwe, na utaona wema na ukuwa Mungu. Ni heli mtu amche Mungu mpendwa. Bwana asifiwe. Mimi mchana wa leo nilipenda tu kuja kukuimiza na kukutia nguvu na kuku, kukuomba ukue mtu mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe, maana kumcha Mungu ni njia moja ya kufungulisha milango katika maisha yako. Kumcha Mungu inakusaidia kuwa karibu na Mungu. Bwana asifiwe. Ningependa tumalizie na kitabu ah, hiyo kitabu hicho hicho cha Proverbs 15 mstari wake wa kumi na sita. Nimependa kwenda haraka tu tusikae sana, tuweze kufunguana. Tunasoma katika kitabu cha Midhali ama Proverbs 15 chapter Uh, verse 16, Proverbs. Mpendwa ningependa tuende pamoja katika kitabu cha Proverbs 15 and verse 16. Natumai tumefika hapo na nitasoma. Kuwa na mali chache pamoja na kumcha Bwana ni bora kuliko mali nyingi pamoja na taabu. Bwana Yesu apewe sifa. Nitarudia kwa sauti: kuwa na mali chache pamoja na kumcha Bwana ni bora kuliko nyingi, mali nyingi pamoja na taabu. Bwana asifiwe. Yaani kumcha Bwana, mpendwa, ni zaidi ya mambo tunayoyaona kwa macho, tunayotamani kuwa pamoja ah, kuwa nayo katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Yaani tamani tu mchana wa leo kumcha Mungu. Tamani tu mchana wa leo mpendwa kuweka ushirika mzuri na Mungu. Tamani tu mpendwa kukaa karibu na Mungu. Yaani tamani tu mpendwa kutengeneza ule uhusiano mwema We katikati yako na Mungu wako. Ni heri uishi ile nyumba yako ya room moja, lakini we mtu anayemcha Mungu. Ni heri uonekane unaishi maisha ya chini siku ya leo, lakini unamcha Mungu, ni kwa sababu kumcha Mungu tumeona kuna faida Kumcha Mungu ni zaidi ya yale ambayo tunayaona kama ni makubwa katika maisha uh, kwa macho ya binadamu. Bwana asifiwe. Lakini ukiwa mtu anayemcha Mungu una vyote mpendwa, ni heri uishi maisha ya chini, ni heri uonekane ni kwamba hujielewi, lakini uwe mtu anayemcha Mungu. Maana kumcha Mungu tumeona kuna faida nyingi. Bwana asifiwe. Kumcha Mungu unaweza kuwa mtu aliye na hekima. Yaani kumcha Mungu unakuwa mtu anayetosheka kila wakati. Ukiwa na hicho kidogo ulicho nacho, unaweza kutosheka. Yaani hauna ile wasiwasi, hauna yale matamanio ya kutamani kile mwenzako alicho nacho. Ni kwa sababu unamcha Mungu, unaweza kutosheka na maisha yako jinsi yalivyo. Bwana asifiwe. Ukiwa mtu nayemcha Mungu tumeona Mungu anakujulisha siri zake, unaweza kuyajua na kuyaelewa mapenzi ya Mungu. Mpendwa, nimekuja leo nikuombe, jaribu tu kuwa mtu anayemcha Mungu. Ni heri ukose vyote tunavyo, uh, tunavyoona kama ni makubwa katika, katika, uh, na haya maisha ya binadamu, lakini uwe mtu anaye anaye aliye karibu na Mungu. Bwana asifiwe. Leo nilipenda tu kuja kukwambia uwe mtu wa kumcha Mungu, maana huenda katika hiyo hali unapitia, ukiwa mtu wa kumcha Mungu milango inafunguka. Bwana asifiwe. Ukiwa mtu wa kumcha Mungu unafungulisha baraka zako. Haleluya! kuwa tu mtu wa kumcha Mungu. Yaani unataka kuishi maisha mazuri Unataka kuishi maisha ya amani, ungetamani kuishi kuishi, unajua, kuishi maisha ya amani sio lazima uwe unakaa katika nyumba kubwa. Bwana asifiwe. Ndio, kuwa na nyumba mzuri ni vizuri na tunafurahia na kila mtu najua angetamani kuendesha gari kama ile ya baba ni raha. Bwana asifiwe. Kujipata, unafungua mlango wa uh, geti ya, ya kwako, kusema ukweli tu ni raha. Lakini ni, ni Kilicho cha maana katika maisha yetu ni kumcha Mungu. Bwana asifiwe. Ukishamcha Mungu, Mungu anakaa karibu na wewe. Haleluya. Leo ningekuomba tu jaribu tu kuweka uhusiano mzuri na Mungu. Jaribu tu kuwa mtu wa kumcha Mungu na utaona faida ya kumcha Mungu. Bwana asifiwe. Ni hayo tu machache leo nilipenda tujifundishe. Ni hayo tu machache sana nilipenda tuangalie. Lakini kile nakuacha nacho mchana wa leo ni kwamba kuwa mtu anayemcha Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ukiwa mtu wa kumcha Mungu utaona faida na baraka katika maisha yako. Haleluya. Basi mimi nimemaliza. Najua hiyo ndio Mungu alipenda mchana wa leo tujue. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tume, ma, ni kwa sababu tumekuwa watu wa kutamani mambo makubwa maisha mazuri, tunamsahau Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini siri ni kumcha Mungu ili uweze kufikia mapenzi ya Mungu Mungu na kuelewa siri za Mungu. Bwana asifiwe. Wale ambao mmetufuatilia katika mtandao, nitarudia tena, naitwa Mary Mongai na mimi ni mwana wa haya madhabahu. Ubarikiwe sana wewe ambaye uliamua na ukachagua haya madhabau kuwa madhabau yako, na Ndoto TV kuwa channel yako ya kujua kuhusu Mungu. Na katika Ndoto TV huwa tunasema kuelewa ndoto yako ndio ukombozi wako. Bwana asifiwe, mbarikiwe sana sana. Ukipenda ama Mungu akakusaidia usikie una mzigo wa kupenda kusimama na huduma hii ama na Ndoto TV unawasiliana na mtumishi wa Mungu unamfikia na anaweza kukueleza wewe, unayesimama na haya madhabahu, wewe unayesimama na Ndoto TV, wewe unayesimama na mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana sana na Mungu akuzidishie, naendelee kukuinua. Details za kutoa sadaka ziko katika mahali popote pale, iwe ni kwa simu yako, iwe ni kwa TV yako, unapata details za kutoa sadaka. Ukipenda kutoa sadaka, toa sadaka na utabarikiwa leo. Tumeona faida za kumcha Mungu. Ukiwa mtu wa kumcha Mungu kuna faida nyingi. Mbarikiwe sana mpaka wakati mwingine Mungu atatufa, atatupa nafasi. Shalom, shalom, shalom wapendwa, wabarikiwe sana na ninawapenda, na Mungu anawapenda zaidi. Karibu sana chaaredi utupeleke kipindi kingine. Mbarikiwe sana. Mpigie makofi mazuri kwa kutupa neno, asante sana Mama Kim, Mungu akubariki, nazidi kutumia